Hali gani mpenzi mtazamaji wetu wa MCC TV na msikilizaji wa MCC Radio? Nikukaribisha tena kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi cha ibada yetu kinachokujia kila siku ya Jumapili na karibu uwe nasi kuanzia mwanzo wa kipindi chetu mpaka tamati ya kipindi chetu na mtangazaji wako ni mimi, Upendo Fidelis. Karibu uwe nasi na kama unavyoona hapa leo, nimetembelewa na mgeni hapa ambao naye muda si mrefu atajitambulisha majina yake na pia tutazungumzia kuhusiana na ibada ya leo, na nikwambie tu, leo tumekuwa na ibada nzuri ya baraka kabisa, ibada iliyokuwa imebebwa na kichwa cha somo ambacho kinasema uaminifu. Tumetembea katika wiki ya kuvikwa uweza wa kuvuka kwa wepesi lakini pia tumekuwa na kichwa kizuri cha somo kama nilivyokuambia hapo awali, kichwa cha somo kinachosema uaminifu. Uaminifu, yaani neno uaminifu ni neno pana sana, ni pana sana. kwa hiyo ka tayari kutusikiliza, kututazama na kutufuatilia kwa ajili ya kipindi chetu kizuri kabisa, lakini nikukaribishe kaka, hapa karibu kwenye studio zetu. Asante sana asante sana, nimefurahi. Unaweza kutuambia majina yako? yeah, of course, naweza nikawaambia. Yes, karibu. Asante sana dada Upendo, nimefurahi tena kuwepo katika studio za MCC TV. Ndiyo. kwa mara ya pili. oh, wow. <laughs> yeah, of course ni mara ya pili. oh kuwepo katika studio hizi <laughs> Nakumbuka ilikuwa mwaka jana nilipata mm. tena nafasi nilipata kibali cha kuwepo tena katika studio hizi <laughs> za MCC TV, lakini leo tena kwa mara nyingine. yeah, of course oh, yeah. kwa mara nyingine <laughs> kwa kweli. Lakini Biblia inasema kila siku ni mpya, kwa maana hiyo tusahau, yeah, kwamba ehe, tusahau <laughs> e, leo tu, na uzuri utakuta ile siku ambayo ulikuwepo somo lilikuwa ni lingine, lakini leo pia somo ni lingine. Kwa hiyo itakuwa ni ndo ule upya ambao Mungu anaozungumzia kwamba kila siku ya mwanadamu ni mpya. Kwa kweli kabisa, karibu, tuambie majina yako. Asante sana ndugu mtangazaji, kwa majina yangu naitwa Jeremia Mahewa, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili ya kutoka Dar es Salaam Gongola Mboto Pugu kutoka Dar es Salaam Gongo la Mboto Pugu, karibu sana Jeremia Bahewa. Mahewa, Mahewa, yes, Mahewa. O, Jeremia Mahewa karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji, mimi nishakaribia. Asante sana, na furahi kuwa nawe leo karibu. Asante, asante sana, na tupo na Jeremia, Jeremia Mahewa kutoka Dar es Salaam. Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili Tanzania na duniani kote, kwa sababu huduma unaoifanya haichagui. Jeremia, yes, yes, kwa kweli hiyo haichagui Mtanzania, cha muhimu ni unaitangaza injili kupitia muziki wa injili duniani. Yes, yaani hapo tofauti ni lugha tu kwamba unaamini kile tunacho ki, kiimba kwa asilimia kubwa kwa sababu ni Kiswahili mm. Unaamini Watanzania ni tunaelewa zaidi, lakini mm. Kiujumla, hii ni injili ambayo inataka iwafikie watu duniani wa kote. Kwa kweli kabisa, asante sana Jeremia. ndiyo, ndiyo, ndiyo. Aa, lakini leo unaizungumziaje ibada ya leo? Na tukumbuke tu kwamba ibada ya leo imebebwa na kichwa cha somo kinachosema uaminifu. Amin. Na kama tunavyosema kwamba tukizungumzia kuhusiana na neno uaminifu, ni neno pana sana, yaani ni pana, ni pana, ni pana, ni pana kila sekta. Yaani tukienda kiroho ni yani ni kubwa, tukija kimwili pia ni neno pana yes, kwa hiyo utuambie Jeremia, leo katika ibada ya leo umejisikiaje? Umeipokeaje? Unaizungumziaje? Karibu Jeremia. Asante ndugu mtangazaji. Mm. kwanza kabisa ibada ya leo imekuwa ni ibada yenye baraka yes. Imekuwa ni ibada yenye utukufu wow. <laughs> Yani niseme kwamba imekuwa ni ibada ambayo imekuwa ni ibada hapana, imekuwa ni ibada ambayo mm imebebwa na, na kichwa cha somo ambacho kinaitwa uaminifu. Ndiyo. Yaani uaminifu ambayo, ambao kila mtu anatakiwa atembee katika hali ya uaminifu. Ndiyo. Hivyo basi mimi leo nimejisikia kushiba mm, nimejisikia kushiba nimejisikia kunenepa sana ndani ya ibada ya leo katika madhabahu mm, Richard Iyanga, yeah, yeah, yeah. Yes madhabau ya Mbeya City Church chini ya Pastor Richard. Yes, ndiyo. Yes, lakini mimi niseme tu kuna kipengele fulani hapa mm. kilinigusa mm. kwa kuhusiana na uaminifu mm, alisema hivi kuna neno akasema, mtumishi wa Mungu wakati anatuambia kuhusiana na uaminifu akasema yani, kuwa mwaminifu lazima ujaribiwe. Yes, huwezi, yani mtu hawezi kusema Jeremia ni mwaminifu bila kuwa amekujaribu, bila kuwa amekupima akajua wewe uaminifu wako uko wapi. Kwa kweli, hiyo hilo neno likanipa mwangaza kwamba kweli, kumbe mwaminifu lazima ajaribiwe na ndio maana hata tunapoishi majumbani hmm, ili kumjua mtoto wako kwamba ni mwaminifu ama sio mwaminifu, sometimes unaweza ukaweka tu pesa hata aha, juu ya meza ukaondoka. Mdia, lakini ukikuta ile pesa na unajua kabisa mazingira yale yule mtoto alifika, kwa hakika utajua mtoto ni mwaminifu: hii pesa nimeiacha hapa ina siku kadhaa, lakini ipo au kama ni mtoto mwingine mwaminifu hivyo atasema mama au baba, kuna pesa umeiacha hapa mezani, kuna pesa niliiona. Lakini kama mtoto sio mwaminifu, akikuta ameiona, labda siku ya kwanza ya pili ya tatu, anaweza kuiondoa pale, na akijua kwamba ume sahau. Mhm, mm, huo sio uaminifu. Lakini amegusia katika mambo mengi amezungumzia kuhusiana na uaminifu katika mwili mm. na uaminifu katika roho na mfano huo wa mtoto nyumbani ni katika mm. mwili lakini pia katika roho mm. kuna majaribu ambayo Mungu ana, anayaachilia kwetu sisi mm. kwa ajili ya kutafuta uaminifu Diyo. kwetu sisi mm unaweza ukazungumza kidogo pia kuhusiana labda na uaminifu katika roho, maana hapo nimezungumza uaminifu katika mwili na nikatoa mfano mdogo hapo kuhusiana na uaminifu wa mtoto, kumjua mtoto wako kama ni mwaminifu ama sio mwaminifu. Na uaminifu umebebwa, yani umebeba mambo mengi, sio uaminifu tu labda katika kuiba, hata uongo au ukweli, mtu unampima kwa uaminifu kwa uongo wake au ukweli wake. Ndiyo. Yes, kwa hiyo karibu pia hapo, Jeremia, utuambie. Ah, sawa ndugu mtangazaji. mm. Katika swala la uaminifu mm. katika swala la uaminifu ni swala nyeti. Ndiyo. na ni swala pana sana. Ndiyo. na ni swala ambalo ni zito na ni gumu. mm. Yaani kuitwa mtu mwaminifu lazima kwanza ujidhiri. mm. lazima kuna namna fulani ambayo utatafuta kujikana, mm. ili umpendezeshe Mungu. Hapo tuko rohoni, sasa tunatafuta vitu vya Ro vya rohoni. yes. Yes. Unaona, mm. ili uitwe mtu mwaminifu lazima ujitenge, kuna namna vile ambavyo unaweza ukaji ukatafuta namna au mbinu ya kujitenga, ili umpendezeshe Mungu, oh, sababu kuna au ipendezeshe jamii furani ambayo inakuzunguka pia, yes. Hapo mimi inanipa yani, inanipa ufahamu kwamba mm. kuna vitu ambavyo Mungu anataka tuvifanye yeah. ijapo sisi wakati mwingine hatutaki kuvifanya, au kuna vitu ambavyo Mungu hataki ndio tuvifanye, lakini sisi ni vizuri machoni petu e, kwa vinafaa. Hiyo je, eh, tunaona kama vinafaa lakini, mm. ndio hiyo, unasema kuna wakati mwingine kumbe inabidi ujikane yeah. ili uwe mwaminifu kwa Mungu ndio. kuna vitu vingine lazima ujikane ujkan, yani ujikatae kabisa mm. kwamba hivi havifai mbele mm. za Mwenyezi Mungu mm. kwa sababu Mungu ni roho nao wa mwabudu Imewapasa mwabudu katika roho na kweli. Na kumwabudu mwabudu katika roho na kweli, kunatakiwa uaminifu yes, ya ndani ya moyo wako kwenye kilindi chako cha moyo wako mm, vipi ukoje na Mungu mm, mahusiano yako yakoje? Yes. kwa macho ya nyama au macho ya nje mm, wanadamu tunaweza tukakuona uko vizuri lakini ndani, ndani kwenye kirindi chako una mahusiano gani na Mungu wako unayemwabudu? Uaminifu lazima uanzie ndani sio tu nje Nkwe, watu wakuone uko umependeza leo, dada upendo kadamshi kapendeza mm. akaonekana yuko simati, lakini je rohoni kwake kukoje? mm. ndio hicho ambacho neno kuu au somo kuu ambao limetamba kwenye madhabahu siku ya leo, uaminifu, tunatakiwa tuwe waaminifu ndani mpaka na nje. Amen, asante sana, na umezungumza vizuri sana kwamba uaminifu unaanzia ndani, unaanzia ndani wewe mwenyewe kabisa, yani ni kama ni unaanza ku, ku yani kutengeneza ule uaminifu wewe, ndani ni nzuri sana na uaminifu pia katika roho ni, kuna wakati mwingine tunapewa maagizo, kuna wakati mwingine yale maagizo unasema, oh, labda sometimes tunapewa maagizo kwamba tutoe sadaka zetu mm. Yes, ina maana kama sio mwaminifu kwenye yale maagizo, ndo kupishana kwako kupishana kwetu na zile baraka zetu. Hukuwa mwaminifu katika lile agizo ambalo ulilipewa. Kwa hiyo uaminifu ni neno nyeti, kama ambavyo tumezungumza hapo awali. Lakini tumekuwa na somo zuri sana linalohusiana na uaminifu. Hayo ni machache tu kati ya yale mengi ambayo tumefundishwa, yale ambayo tumelishwa leo kupitia mtumishi wa Mungu, mtumishi Queen. Leo imekuwa ni siku ya baraka sana kwa sababu tumekumbushwa kuhusiana na uaminifu. Yes, imekuwa nzuri sana sana sana na una nini cha kuambia wapenzi watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kuhusiana na uaminifu? Uambie lolote, uaminifu, faida za uaminifu. Karibu. Yeah.